Kinga, Baba umeshindwa kupalilia hata njia ya huku. Ah, mimi si jambo baba. Ah, vizuri ah, masomo mazuri. Yaani nimefanya vizuri kabisa. Mitihani, Mitihani nimefanya vizuri mpaka eh, mwalimu kaniambia very good. <laughs> Eh. Suti so, zako zipo yeah, zipo. Uniform ah, zile unishonea siku ile eh, zipo na madaftari yangu yale nimeandika kabisa Mkinga maturubai. <laughs> Kinga maturubai, sema magunia? Ah. hivi baba wewe ulisemaga unaitwa Kinga magunia, mimi magunia bwana. Ah, basi mi niliandika maturubai lakini ni yale yale baba. Unajua? Eh. wewe kwanza uko na chunga akili we unachunga nywele. Naona nywele. Vipi wewe? Eh? Vipi? Unajua, usimtanie. Kwanza nipe ripoti ya shule. Eh? Nipatie ripoti kwanza ya shule. Eh. Yaani Mkinga miroba <laughs> Nipe ripoti ya shule. Ukinipenda na mimi nitakupenda mpenzi. Hii ndo barua ya ripoti ya shule. Lakini baba, mimi nilikuwa najiandaa kutengeneza connection. Hii ndo ripoti ya shule? Wanzako wanachunga akili, wewe unafuga nywele. Hii ndo ripoti? Nijibu!

Watoto wa siku hizi bwana, yani nimeona ajabu, yaani nywele na mizifuga baada ya kufuga akili, bwana wanatutia hasara sana watoto wa siku hizi. Hata singaliuza ng'ombe wangu. Sasa. <laughs>